Kama ni kuomba, watu wengi wameomba, wengine hata wameomba kwa machozi, wengine kwa sauti ya juu kabisa, wengine hata kwa kufunga na kukesha. Lakini swali linaloumiza mioyo ya watu wengi ni kwa nini naomba lakini sipati majibu? Kuna watu wameomba kwa miaka, wengine wameomba hadi wamechoka wengine wameomba mpaka wamekata tamaa, wameanza kujiuliza kimoyomoyo, je, Mungu ananisikia? Au je, kuna kosa nimelifanya? Ukweli mchungu ni kwamba si kila ombi linajibiwa haraka, na si kwa sababu Mungu hana nguvu, bali mara nyingi ni kwa sababu hatuombi kwa kanuni alizoziweka yeye mwenyewe. Leo neno la Mungu linakuja kukuonyesha njia sahihi ya kuomba, njia ambayo itafanya uone majibu, sio okay kesho tu, bali kwa wakati Mungu aliyoweka, ulio karibu zaidi. ni kuombe tu. Tunapoendelea na somo hili, usisahau kusubscribe channel hii, lakini pia kuachia neno la comment hapo chini, lakini hata pia kushare kwa marafiki nao waweze kuona kuona kuona kuona kanuni hizi muhimu ambazo zinaweza kupa majibu ya maombi yako. Ni kweli tunaomba sana, lakini ukweli ni kwamba tunakosea kanuni ambazo Mungu mwenyewe ameziweka. Na, na ukifanya jambo bila kanuni unaweza ukakosa majibu. Kanuni namba moja: kuomba bila toba na maungamo. Mungu hasikii maneno tu ya kinywa, bali anaangalia hali ya moyo kuna watu wanaomba huku mioyo yao imejaa chuki, dhambi zilizofichwa, au uasi. Maombi mengi yamekwama mbinguni kwa sababu yametoka kwenye moyo ambao haujatubu. Toba si kwa ajili ya waovu pekee, bali hata waumini. kabla hujaomba kuhusu mahitaji yako, kabla hujaleta changamoto zako, kabla hujaleta magonjwa yako, kabla hujaleta yale mambo yanayokuumiza, omba kwanza kuhusu hali ya moyo wako. Omba kwamba kama iko dhambi inayoweza kuzuia e, hali yako isisikiwe, mwombe Mungu akusamehe. Unaponyenyekea Mungu hufungua masikio yake, na hata hivyo amesema, sikio lake sizito hata lisiweze kusikia, bali maovu yenu yamewatenga asiweze kusikia. Kwa hiyo jambo hili namba moja ya watu wengi ulikosea ni kushindwa kuanza kwa toba. Omba toba ya maungamo, mwambe Mungu akusamehe katika makosa yako uliyoyafanya. Usimwendee Mungu kwa mdomo mitakatifu huku moyo ukiwa mchafu. Kanuni namba mbili ombi linaloendana li na mapenzi ya Mungu. Watu wengi wanaomba wanachotaka, lakini wachache wanaomba kile Mungu anachokitaka. Kuna maombi mazuri, lakini yako ndani ya mapenzi ya mwanadamu, si mapenzi ya Mungu. Mungu si ATM ya mbinguni, yeye ni baba mwenye mpango. Ombi linalojibiwa haraka ni lile lililotokana na mapenzi yake, lililotoka katika neno lake. Ombi unaloomba lile ambalo limetokana lime na mapenzi yake. Unapoomba kile kinacholingana na neno lake unamshika Mungu kwenye ahadi zake mwenyewe, na ni hakika amesema, ahadi zake ni ndio na atakutendea. Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya tano fungu la kumi na nne anasema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake, yeye husikia. Omba sio kile unachopenda, bali kile Mungu anachokikubali. Kanuni namba tatu: Ombi lenye imani isiyotetereka. Imani ni ufunguo wa majibu. Maombi yasiyo na imani ni kelele tu. Kuna watu wanaomba huku tayari wamekata tamaa, mioyo yao iko mbali kabisa. Wanatamka maneno lakini mioyo yao husubiri chochote, hawana uhakika. Mungu anatafuta watu wanaoamini kabla hawajaona, kabla hawajatendewa, kabla hawajapokea. Imani inamfundisha, inamfundisha ina, ina, ina, ina mtu ya kwamba mungu anatenda. Imani inamfurahisha sana Mungu. Imani inaharakisha ina, ina, ina majibu. Yakobo sura ile ya kwanza fungu la sita mpaka la saba anasema lakini na aombe kwa imani pasipo shaka yote, maana mwenye shaka asidhani ya kuwa atapokea kitu kutoka kwa Bwana. Usiombe kwa sauti kubwa huku imani ikiwa ndogo. Ni bora uombe kwa sauti ndogo huku imani ikiwa kubwa. Kanuni namba nne: ombi la kuvumilia au kutukukata tamaa. Hii ni kanuni ambayo watu wengi pia huikosea. Kuna maombi yanahitaji sauti Yana, yana, kuna maombi hayahitaji sauti, bali yanahitaji uvumilivu. Wengi wana wana wana wana wana wana wana kata tamaa kabla ya majibu hayajaja. Yesu mwenyewe alifundisha kuwa tuombe bila kuchoka. Kuna majibu yanakuja lakini yanataka uendelee kusimama, yanataka uendelee kuomba. Maombi ya kudumu yanaonyesha kuwa unaamini kweli, si maneno matupu kwa hiyo omba bila kukata tamaa luka sura ya kumi na nane fungu la kwanza nasema aliwaambia mfano kuwa e, aliwaambia mfano ya kuwa e, kwamba imewapasa kuomba siku zote wala msikate tamaa usichoke kuomba dum kuomba rafiki yangu katika kuomba kuna majibu kanuni ya tano ambayo hii ndio watu wengi tunaikosea sana ombi e, kabla hujaleta ombi lako anza kwa shukurani Anza kwa shukrani. Hii ni kanuni ambayo tunaikosea sana. Maombi mengi yamejaa malalamiko, shida tulizo nazo, changamoto tunazopitia kuliko shukrani, kuliko kushukuru kile ambacho Mungu amekutendea mwaka jana. Mungu anapendezwa sana na moyo unaotambua aliyoyafanya kabla hata hajafanya mengine. Shukrani hufungua mlango wa baraka mpya. Unaposhukuru unaonyesha imani ya kwamba uko tayari kufanya kazi na Mungu hata kabla hajakutendea hilo. Unaposhukuru unakupa ujasiri ya kwamba Mungu unayemwamini atakutendea. Wafilipi sura 4 fungu la 6 anasema msijisumbukie kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa sala, dua pamoja na shukurani. Tukishukuru Mungu anatutendea. Ni kuombe, rafiki yangu, fuata kanuni hizi, ni kanuni ambazo zina majibu yaliyo sahihi. Kwanza mshukuru Mungu, omba toba, lakini pia usikate tamaa, lakini pia vumilia. Kuna wakati mwingine maombi yanakuja, majibu yanakuja, lakini unakuwa umekata tamaa. Ni kutie moyo ya kwamba hakika ahadi za Mungu katika neno lake ni ndio, kila tunachokiomba sasa na mapenzi yake ni ndio. Ni sisi tu kuishi katika mapenzi yake. Mungu akubariki, usisahau kusubscribe channel hii. Mungu akubariki sa.